Familia moja kijiji cha Enchoro kaunti ya Nyamira inadai haki kwa jamaa yao aliyefariki baada ya kudai kuvamiwa na naibu chifu wa eneo hilo. Eric Mokaya anadaiwa kufumaniwa mwezi Disemba na kupata majeraha mabaya yaliyosababisha kifo chake. Hata hivyo, naibu chifu amepinga madai ya kumvamia mwanaume huyo licha ya ripoti ya uchunguzi wa mwili kuonyesha kuwa kifo cha Mokaya kilitokana na kupigwa na kifaa butu kichwani. Lorotieno na kina cha taarifa hiyo. Yes. Wingu la simanzi limetanda katika boma la Eric Mokaya kijiji cha Enchoro kaunti ya Nyamira. Familia hii bado ikikwazwa na kifo cha ghafla cha baba huyo wa watoto wawili. Kwa wiki tatu, Eric aliishi na maumivu na madai ya kufumaniwa na naibu wa chifu wa eneo hilo. Safari yao kurejea nyumbani usiku wa tarehe kumi na moja Disemba ilikatika ghafla walipopatana na naibu chifu wakishika dori ya kijijini. Akagonga huyo bwanangu mguu hapa, akamwangusha chini e, au vijana au manyumba kumi wakamrukia waka mu, waka wakaanza kumpiga Dayana pamoja na mwanawe pia wanadai kupokea kichapo kutoka kwa naibu chifu pamoja na jeshi lake la vijana. Akanitoa aplausi yenye nilikuwa nimefaa, sasa mtoto kuangalia, huyu wa grade 9 ndio akakimbia akamuliza unafanyia nini mamu hii? Akaongesha mtoto mti hapa hadi hiyo mti kapasuka. Huyu akapiga makerere sana kutoka kwa shamba, na kila mtu alisikia, sio kitu atilikuwa ya polepole pole hivi kuongea toka. toka. alimtoa kwa kumpiga Ripoti ya uchunguzi wa maiti ilionyesha kuwa Eric alifariki kutokana na majeraha kichwani yaliyosababishwa na kupigwa na kifaa butu. Richard Kishana, naibu chifu anayedaiwa kumpiga mwanaume huyo, akipinga vikali madai hayo. Tulikutana na wao na jamaa akaajiria pikipiki na, na pombe ilitoka ili kwa pikipiki nikashika pombe Niliposika pombe, mama alijaribu ku, kunifuluta kidogo lakini akatoa nguo nikamwachilia na mzee alikuwa ametoroka. Mwili umehifadhiwa katika makafani ya Nyamira huku familia ikianza safari ya kutafuta haki na kumzika mpendwa wao. Lora Otieno, Runinga ya Citizen <mulia>